Majina naitwa George Gasto. Inamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kufika mahali hapa. Kwa kweli ni ndoto yangu kutembelea mbuga za wanyama, nimeshatembelea Mikumi, na leo niko hapa Nyerere National Park. Hifadhi hii kuna wanyamapori ambao wanaishi kwenye mazingira yao asili. Aa, na wanyama hao ni kama tembo, simba, um, nyani pamoja na wanyama wengine. Kuna mengi ya kujifunza kupitia hifadhi hii, maana kuna vitu vingi sana ambavyo nilikuwa nasikia au naona kupitia kwenye TV lakini nimekuja kujionea moja kwa moja na kujionea mandhari nzuri ya eneo hili la hifadhi ya Nyerere National Park. Nina sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya hifadhi hii. Na kumekuwa kuna watu wanatoka nje ya nchi ya Tanzania wanakuja kutembelea mbuga za wanyama na hata mlima Kilimanjaro. Lakini mimi najiuliza, ii na mimi nitafua mmoja wa watalii Wandani wa, wa mbuga zetu hizi za wanyama. Hifadhi hii ni muhimu sana hata kwenye kuchangia uchumi wa taifa letu la Tanzania kwa sababu kuna watalii wengi wanakuja kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo hata um, wanapokuja mahali hapa wanatoa pesa na inachangia kwa ajili ya maendeleo ya taifa na hata hasa vijiji hivi vya pembeni mwa hifadhi kuna kitu wanapata kupitia kamera. Uh, tunataka tuwatambulishe tu Watanzania na kuonyesha jinsi mbuga zetu zilivyo nzuri. Karibuni sana, mwendelee kuangalia hifadhi hii ya Nyerere National Park tunaendelea kujifunza vitu vingi sana kuhusu utalii. Nimefurahi sana kuona simba kwa karibu. Huwa anamwona kwenye video, kwenye documentary za wengine. Leo nimemwona hapa, hakika nimefurahi sana sana. Iko vizuri, mazingira ni mazuri sana, belala vizuri ni nah. Pazuri sana. Hii imenihamasisha kwenda kufanya utalii kwenye hifadhi nyingine tamani naamini, baada ya hapa takaende Serengeti, iende Ngorongoro, iende mlima Kilimanjaro. Ah, nafurahi sana kuwa mtalii wa ndani matembezi. Ah, yalikuwa ni mazuri sana, tumefanikiwa kuona wanyama ah, simba kwa karibu sana sana. Tumepata nafasi kutembelea Masai Village, tumeona jinsi wa Masai wanavyoendesha shughuli zao ah, bila kuathiri mbuga hii. Ya sana kwa kweli, imefurahi sana kuona shughuli za Kimasai zikiendelea na Masai kama tunavyojua ni wa pekee sana, wanaweza wakaishi hata na wanyama. Kwa hiyo tumefurahi sana kufika hapa Masai Village na tumeona mambo mengi yanayofanyika na jamii ya Kimasai. Ninatamani kila mwaka nipate nafasi ya kutembelea hifadhi uh, za Tanzania au vivutio ambavyo tunazo hapa katika taifa hili la Tanzania, Tanzania. Uh, ninahamasisha na watu wengine e muone a mambo mazuri ambayo Mungu ametupatia Watanzania.